Alburhan online TV tunaendelea na ziara yetu ya ambayo tumefikia mkoani Shinyanga, na hapa tulipo tuko Masjid Salaam ambayo pia iko maeneo haya haya ya Shinyanga, sio, sijatambua vizuri bado ni maeneo gani kwa sababu lakini, tuko na Sheikh na mwenyeji atatueleza vizuri. Lengo na maksadi ya jambo hili ni kujifunza na kujua mambo mbalimbali hususan masala yetu ya msikiti, mashehe zetu. Kwa hiyo tutazungumza mawili matatu na shehe wangu hapa, atajitambulisha vizuri, kisha tutaweza kubaini mba, mambo yale ambayo huyajui, lakini kubwa tutagundua siri na namna na changamoto mbalimbali mbali, kipindi wanatengeneza msikiti huu. Karibu sana, wewe kama mdau na mpenzi wa Alburhani Online TV, endelea kuungana nasi ili uweze kujifunza mambo mbali mbalimbali. Asalamu alaykum Sheikh. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al Burhan Online TV, wanaitwa nani? Mimi naitwa Mrisho Othman ambaye ndo Sheikh na Imamu Mkuu Masjid Salaam aliopo mm, uh, Mkoani Shinyanga mm. Naam. Haya, maeneo yanaitwa maeneo gani? maeneo yapa maarufu ushirika mm, ushirika yeah, ushirika ushirika. Sheikh, labda kuna watu labda wanatamani kukujua kwamba Sheikh Mrisho ni nani? Yukoje? Ana, ana vitu gani ambavyo labda sisi wengine hatuvijui? Ile yani shortly like, tu ule wewe ni nani, tuweze kukufahamu insha allah. Shekhe Mrisho abdun dhalilun haqirun, ni mja au mtu wa chini, ni mtu uh, kama watu wengine wa kawaida uh, lakini pia vile vile Uh, siwezi kujisemea mengine mengi ambao pengine naweza kusema labda mazuri mm, bali watu wengie nisemea ingekuwa bora zaidi mm, lakini najua uh, naishi vizuri na watu na waumini wangu hapa msikitini mm, na jumla Shinyanga yote kwa ni, ni mtu wa chini, ni mtu mdogo shekhe mm. uh, kama watu wengine. Hey. Mm. Shekhe yeah, kum... watu, nye, watu wa Shinyanga nyie ni watu wa karimu kiasi gani? Uh, ukarimu wetu sisi hatuwezi kusema, ila uh, nadhani na naamini wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao wanaweza akusema ukarimu wetu, lakini pia kama utaona kwamba hakuna ukarimu wote, pia ni vema kusema, kwa sababu unaweza ukafanya kitu ambacho wewe unaweza kuona kwamba ni sahihi kwa mgeni aliyekufikia, lakini kama kumbe sivyo ya kufurahika, lakini eh, tunapokea wageni tofauti tofauti na kifupi huwa wanaondoka na sifa nzuri kutoka hapa Shinyanga. Mm. Sheikh wewe umesoma wapi? Uh, uh, elimu yangu ya kwanza kabisa ya dini. Kwanza mimi sikusoma secular. Mm. Lakini pamoja na kutokusoma elimu hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anijalia kunitunuku kusoma mm. na kuandika mm. Ya, najua kusoma, najua kuandika, najua kompyuta. mm. Mimi na shida na nini nafanya, lakini sikusoma seekula hata darasa moja, na sikusoma kwa sababu Allah mrehemu mzee wangu, mi wakati nakuwa, walikuwa wanakuja walimu, walikuwa wanakuja walimu pale nyumbani, wanamwambia bana mzee, um, jana wako ana, ana akili ana kipaji, tunamwomba umlete shule ajue kusoma Qur'ani goma mpaka nijue nakuja kujua kusoma Qur'ani nilishakuwa nikapata uh, mfadhili ambaye yuko Omani anaitwa Saudi Abdallah, huyo ndio alinifadhili kunipeleka kusoma elimu. Ya kwanza nilianzia Nzega sehemu moja inaitwa Itobo, e, ya dini nimeanzia hapo, na baada ya hapo akanipeleka Kigoma, na baadhi ya tawashinyanga wanajua mimi ni mtu wa Kigoma ehe, wanajua ni mtu wa Kigoma, lakini mimi asili yangu ni mtu wa Tabora Nzega ndo nimezaliwa pale Itobo. Haya, yes, nimekulia pale na elimu ya dini nimeanzia hapo, nimeenda Kigoma. Baada ya kutoka Kigoma nikapata miezi kadhaa Omani, e, nikarudi nikawa pale Itobo. Baada ya Itobo nilikuwa nimekuja Shinyanga, nilienda Omani. Baada ya Shinyanga nikaenda Omani kama mara mbili kwa ziara. Ziara ya kwanza ilikuwa ni ziara ya kidawa, na ziara nyingine kwa kwa ajili ya mafunzo kadhaa wa kadhaa. Mm. Kwa ufupi ni hivyo mm. Huyo, huyo ndo shekhe Mlisho, huyu ndo shekhe Mlisho ambaye e, zaidi elimu yake hasa pamoja na kuwa ndio ya kawaida, kuna mashekhe wakubwa wakubwa, sisi tunajaribu kufata tu kuvaa viatu vyao. Sisi bado wanafunzi tunasoma, na ilmu hii ya dini haina mwisho, haina mwisho. Vyo vyote atakavyosoma bado itahitajika kuendelea kusoma, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, ameeleza hamkupewa katika ilmu isipokuwa ni kidogo kidogo tu. Kwa hivyo vyovyote wavyo na vyovyote nitakavyokuwa mimi, mimi bado ni mwanafunzi, bado ninasoma. Nasoma kwa mashekhi kadha wa kadha na kusoma mpaka mtu aje. Ukisikiliza mashekhi kadhaa, unapata maalumati, unazitumia. Ukiingia katika mitandao ya kielimu, unasoma. Nasoma bado tunasoma kama Mrisho, kama Mrisho yeye bado anasoma. mm. Kwenye kipindi chako hicho cha usomaji changamoto gani ambazo uliwahi kupitia hadi ukatamani ukaisikabisa hii changamoto hii? Kwanza kwenye maisha yangu siwezi kuisahau, lakini huenda hii changamoto ingenifanya ningeacha kusoma kabisa. Uh, <laughs> eh, elimu ya dini elimu ya dini katika kutafuta elimu kikweli changamoto ilikuwepo. Katika miongoni mwa changamoto ambazo zilitaka kunirudisha na kunikatisha tamaa, na nakumbuka niliwahi kuandika barua nikiwa nasoma, nikaandika barua kwamba namwambia mzee, marehemu mzee wangu, maisha niliyo nayo ni maisha magumu, na niliwahi kufikiria kuacha kusoma nirudi nyumbani, lakini shida kubwa ilikuwa ni maisha, hali ya maisha. Nilipokuwa nasoma, maisha yalikuwa magumu. Uh, unaweza ukapata chakula mara moja, labda ikitokea umepata bahati, kuna shughuli mahala fulani, mkienda mnakula nakusaidia hivyo, lakini Allah subhana wa ta'ala, kwa rehema zake alinirudisha nyuma, fikra ikarudi nyuma kwamba huku na shida, lakini hata nilikotoka pia vile vile kuna shida. Mimi nimekulia mazingira magumu, nimekulia mazingira magumu, na katika vitu ambavyo vilinifanya na subira katika mazingira niliyopitia katika masomo ni pamoja na mazingira niliyokulia mimi. Mare mzee wangu alikuwa na mifugo, alikuwa na mifugo, ulikuwa kuna ng'ombe, kulikuwa kuna mbuzi, na nakumbuka hata manabii kadha wa kadha wamepitia mm. uh, kupitia katika kuwavumilia wanyama ku, ku, kuwasimamia katika malisho ma, yao. Nakumbuka mm. yani fahamu, mimi funzo la kwanza ni subira kama unaweza kumvumilia mnyama ambaye hana akili, vivyo hivyo utajifunza kuwavumilia binadamu ambao kila mmoja anakuwa na tabia yake. Kwa mimi nimekulia, nilikwenda kusimamia mifugo, nimelima kwa jembe la ng'ombe hivyo, nimechunga mbuzi na kadhalika. Kwayo lile lilinifanya pia niendelee kuwa na subira. Nikasema aa, niliweza kuwa navumilia mwanzo wa asubuhi mpaka jioni nawasimamia wanyama, huku nimekuja kusoma, lakini nikirudi nyumbani nafata nini? kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaleta rehema zake e, akanibakiza nikafanya masomo yangu mpaka nikamaliza. Kwa hiyo kitu ambacho mimi sikusahau ni katika mazingira niliyopitia kielimu, hasa ni maisha, chakula na kadhalika, hicho e, ndio, hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nilipitia. Sheikh, nao uliwahi kwenda kusoma kune, kune vile vituo, labda kama zile markazi ukakaa kabisa sehemu kama vile vile wanavyofanya matahfidhi ma haya, naaliwahi kusoma kama wao. Uh, mimi madrasa tuliosomea sisi ilikuwa unajitegemea sehemu ya kukaa na madrasa yangu mimi, ni madrasa inaitwa madrasa madrasatu tahdhib fi idahi almatlub, na shekhi wangu na mwalimu wangu wanaitwa Alhaj Shekh Dirisa Abdulmuhsin Kitumba. Aha, ambaye ni kadhi pia wa Kigoma, na kwa ufupi tu nimpe sifa, miongoni mwa sifa zake kubwa, ana wanafunzi wengi. Mfano kwa Shinyanga hapa, tukianza kuhesabu kwa idadi ya haraka haraka, sio chini ya wanafunzi 30 kwa Shinyanga, na baadhi yao ni viongozi wakiwepo kina okay, shehe msafiri Kitumbo, kama unamfahamu. Ana mara nyingi anakuja Mwanza ehe, ki Hasan ehe hivyo Sheikh Msafiri huyo, kina Sheikh Zaidi, kina Sheikh Barirusa, Mwanza kule kuna Sheikh na Sheikh Sungusungu wapo kule. Kwa hiyo Sheikh huyo amekuwa na wanafunzi wengi, japo kwa sasa umri kidogo umekwenda ume, ume, lakini bado wanajitahidi kuendelea kwe, kusomesha. Kwa hivyo hiyo ni sifa yake, na yeye nimeamua nizungumze, ni ni kiongozi ni Sheikh ambaye ametoa wanafunzi wengi na wanafunzi wake wamebahatika sana kupata uongozi wa mlaka, mamlaka tofauti. Ukienda Tabora kuna Sheikh Ramadhani, anaitwa Sheikh wa wilaya Tabora. Kwa akirudi Shinyanga pia tupo sisi, mi nipo katika hii taasisi ya Istiqama katika msikiti huu unaouona ndo nimechaguliwa kuwa Sheikh na kiongozi mkuu na imamu mkuu. Kwa hiyo ni ni, ni, ni, ni fahari pia kwake na sisi, tunamwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala sheikh wetu aendelee kumpa umri mrefu wenye baraka, amwondolee maradhi, amwondolee mitihani, amfanyie sahla katika maisha yake na sisi pia, na jumla ya Waislamu wote. Umezungumza ao mashekhe katika situation hiyo yote ya kupitia, wakati unasoma kuna jambo ambalo shekhe sababu kwa tunafokewa darasani, shekhe anakutukana kweli kweli, kuna namna yote shekhe Mbuli alishai kufokea akakukwaza, lakini namna ile ya kukwaza kwake leo inakunufaisha vyovyote kwenye maisha, shakupitia situation kama hiyo? Mimi tangu ninaanza kusoma mpaka na hitimu ma, ma, ma, nani, elimu ya awali hiyo e, kwa maana ya ibtidaia, nilikuwa, nilikuwa msikivu sana. Uh, sijisifu lakini ilikuwa mara nyingi ndio mfano wa kuigwa. Sheikh akizungumza hataji jina, anambia kuna mtu kaja hapa katoka mahala fulani, hataji jina, lakini unajua anamwongelea nani. Sheikh alikuwa mkali. Uh, alikuwa hapigi fimbo, lakini ukisikia me... kama una kesi, kaufanye vizuri, ataufanye vizuri kwa hivyo huwa hatuachi sisi tunajiendelea holela holela, ametulea katika tarbia, na wakati mwingine pamoja na kuwa maisha yake ni ya kawaida, wakati mwingine anawambia chakula tunakula pamoja pale na nini. Anakumbuka, wakati nakaribia kumaliza mafumo ya elimu ya awali kwa maana ya ibtidaia, e, aliwahi kunisimamisha na mimi kuni, kuniongoza alikasirika. Kuna kitu niliteleza, nadhani ndio ilikuwa mara moja na mara mwisho katika miaka yote niliokaa pale. Lakini kuna wasia alinipa ambao si usahau na naofanyia kazi, em, katika maisha yangu yote. Na wasia huo, kwa kweli namshukuru Allah subhana wa taala, umenipandisha sipo daraja kubwa sana, lakini umenitoa katika hatua moja kunipeleka hatua nyingine. Wasia alionipa alisema hivi, mkienda mahala, jitahidini muwe chini, msiwe juu, isipokuwa watu ndio wataoneni kwamba nyii mnastahiki kuwa juu. Watu watawatoa hapo, watapeleka. Akasema man tawadhaa lillah rafaahu llah, yoyote atakiji subhana wa taala, basi Allah atam, atampandisha ishi nao lea kuishin na hakika una manufaa makubwa katika jumla ya maisha yangu sana. Shekh, tukituka kwenye hiyo nyanja ya ilmu, tuingie kidogo kwenye maisha tofauti na masala ya dini. Shekh, kwenye masala ya maisha unajishughulisha na jambo gani, au wewe umekaa moja kwa moja kwenye dini? E, sio kwa ubaya, kuna wakati mwingine mazingira ya dini, umeona wewe ni kiongozi wa dini na unamiliki msikiti kama huu maanake hii ni katika kazi, lakini si kuna maisha yale mengine? Lakini pia wenda ratiba za masjidi zinakuwa ni ngumu, wazikuruhusu kuingia katika maisha ya kawaida. Ndio nilikuwa nataka nijue hilo. Uh, e, nje na shughuli za dini, mi jama na jamaa zangu wawili, na jamaa zangu wawili ambao huwa wanaleta simu kutoka Korea, jamaa jamaamia mimi simu zao e, kwa bei kidogo simu mbili tatu mpaka tano au kumi inategemea na, na uhitaji wa simu. Kwa hivyo wananitumia kwa bei ya chini, na si kwamba mimi nawatumia pesa tena. Huyu wa kwanza mimi hata kuonana naye sija kuona, uso kwa macho sija kuona naye, lakini anaweza kunitumia simu. Aliniamini kabla sijamwonana naye na nili simamia shughuli yake na biashara zake kuona mimi nakuwa napata chochote aliniamini hivyo. Huyu wa pili nimeona naye nadhani mwaka jana, kwa hivyo naye pia vilevile huwa anatuma simu, mimi nauza nachopatikana chochote basi na tumia na familia yangu. Kwa hiyo ndio hiyo hiyo iliyo nje na shughuli za msikiti hasa dini. Hiyo shughuli kupata jambo ambalo ushie kupata hasara gani au mtihani gani kutokana na kazi hiyo na namna gani, na vipi uliweza kulisovu? Katika kumbukumbu -kumbu zangu, hawa jamaa, kwanza simu, yani kiufupi, sije kupata changamoto yoyote mm. E, kwa sababu simu zao wanazoleta ni simu ambazo sio refurbished yani, maanake ni sio simu ambazo zilizokuwa zina changamoto zikarudishwa, labda unasikia Dubai kama hivyo za Dubai zile, mara nyingi huwa simu zina changamoto. Sasa wao huwa wanaleta simu ambazo zina, labda itokee bahati mbaya tu mteja mwenyewe aliyenunua kaidondosha, imepasuka kioo, sasa hiyo inakuwa tena ni juu yake, lakini sio kwamba imerudi bana. hii simu ina moja mbili tatu? La, la. labda tu nikuambie kitu kwa mfano mimi Shinyanga tunaopamiana, watu walionizunguka wali mpaka hivi, mtu akitaka labda simu au kama ndio jamaa yake anataka simu anambia, bwana mtafute shehe Mrisho, bwana ukichukua simu pale kwake umemaliza shehe, labda udondoshe upasue, eh, lakini nakumbuka kuna bwana mmoja amewahi kuchukua simu kidogo ikawa ina changamoto, lakini uzuri naye alikuwa mkweli, eh, alichukua simu nzuri, lakini chaja aliyotumia haikuwa nzuri lakini pia m, hali yake haikuwa mzuri sana. Kaambia sitakusaidia, nika, nikafanya mm. Maarifa mengine nikamtafutia simu nyingine nzuri mara mbili ya ile, na akaongeza pesa kidogo tu mm. Alimradi tu aisi e, limekwenda vizuri. Nakumbuka ni hivyo tu mm. E, katika kipindi chote na, na sasa naweza kusema huu mwaka unaweza kuwa ni mwaka mm. tatu na naendelea na hizo maulizo. Allah tuhifadhi eh. Yes. Yes. Yeah, yeah. Huyu alikuwa ni Sheikh Mrisho, ni imamu mkuu wa msikiti huu. Kwa hiyo wewe ambao unaendelea kututazama kupitia chaneli yako ya Al Burhan Online TV, mkoa mkoani Mwanza na sehemu mbalimbali, tunaendelea kuzungumza na tunaelekea hatua ya mwishoni ili tuweze kufahamu historia fupi ya msikiti huu na miongoni mwa changamoto ambazo walizipata paka kukamilisha msikiti mzuri wa namna hii. Yaani, yani shekhe, huo msikiti hii ni kama mbingu kabisa shekhe. <laughs> msikiti mzuri kweli kweli. E, watu mara nyingi wana, wanakija kusali kutanao njiani. Wanasema kusali msikiti mawingu bana E, nasema hivyo, e. Nasema, kusali kusali ule msikiti wenye mawingu bwana. Hivyo, wengine wanasema hio tuende kusali maka ndogo e, wanapaita hivyo watu e. Skila mmoja ana namna yake, lakini mashallah kiukweli msikiti ni msikiti.